Hello my beautiful people, mambo vipi? Natumaini wote ni wazima wa afya. Napenda sana kuwakaribisha katika channel yangu ya TZ Fashion kama unapenda fashion za street style mitindo ya kisasa na jinsi gani ya kuweza kubadilisha muonekano wako na kuvaa simple na ukaweza kupendeza, basi video hii ipo kwa ajili yako wewe, mtazamaji wangu, we unayenisikiliza hapo. Leo nitakuonyesha uh, street style ni kitu gani na ni kwa nini na jinsi gani ya kuvaa bila stress wala gharama yoyote. Hakikisha tu unaangalia video hii mwanzo hadi mwisho. Mwishoni kabisa nitakupa tips moja ambayo watu wengi hawaijui kabisa. Twende kwa pamoja. Street style eh? ni aina ya mtindo wa mavazi unaotokana na maisha yetu ya kila siku sisi wenyewe tunayoyaishi, lakini pia a, mavazi haya mara nyingi yanapatikana na watu wa mjini peke yake. Jamani, hata watu wa vijijini jamani, watu wanavaa jamani street style, lakini sana sana ni watu wa mjini. Ni fashion inayotoka mtaani inayokwenda duniani nzima, yaani duniani nzima watu wanajua aina hizi za mitindo hii ya street style. haina sheria ya kali. Ni aina ya mtindo ambao unakupa uhuru wa kuweza kuchagua nguo yoyote unayoitaka, rangi pamoja na accessories ambazo unazitaka kuzivaa. Kwa hiyo unaweza kuvaa aina yoyote ya mtindo ambao mwenyewe utaona uko ni rahisi kwako, kulingana na personal yako wewe mwenyewe binafsi, utaweza kuvaa mtindo wa aina gani. Street style ni kuhusu kujiamini. Kuwa na activation na kuwa wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo unachagua aina yoyote ya mshono wewe mwenyewe utakao kuwa unakuvutia. Unataka kuvaa mshono wa aina gani? Kwa hiyo unaweza kuchagua aina yoyote ya mshono. Nataka hapa tuangalie misingi ya street street style. Kwanza ni comfort. Street style haimaanishi mtu kuweza kujitesa ili aweze kuonekana mzuri, hapana. Lazima ujihisi una uhuru katika mavazi yako unayoyavaa. Lakini kitu cha pili ni simple piece. Unaweza kuvaa mfano wa jinzi, t-shirt au hoodie, au jacket pia. Hivi vitu ni basic sana. Vinapokuwa vinavaliwa, mtu anakuwa anaonekana kama ni mtu ambaye anajiua. Umeona, umeshanielewa hapo sasa eh? Lakini tukiangalia uh, katika confidence yani kujiamini sasa. Uh, una confidence gani katika muonekano wa mavazi haya? Unaweza kuvaa nguo za kawaida kabisa, lakini ukiivaa kwa kujiamini tayari wewe mwenyewe ni fashion icon wa mtaani kwako. Kwa hiyo aina yote ya nguo unaweza ukaivaa na ukajiamini mwenyewe, umeweza kuvaa aina hiyo ya mtindo wako na ukawa ni mmoja ya fashion icon katika mtaani kwako. Tusione watu wanavaa tu, wengine mtu anavaa vizuri na anaweza kupendeza katika mtaani kwake. Ipo mifano mirahisi sana ya street style, kwa mfano jeans ya bluu au jeans ya black pamoja na t-shirt plaining, inaweza ikawa ni nyeupe au nyeusi pamoja na viatu vya kawaida sana, halafu uh, unaweza pia ukavaa jacket au holdi. Kwa wasichana, unaweza kuongeza na crop top, begi dogo la cross, yani lile begi ambalo kama mfano wanainai, ili kuweza kwa wale watu ambao sasa wanapenda unaweza ukavaa hivyo ili ukaweza kupendeza katika muonekano wako, lakini pia unaweza ukaongeza na kepu na maanisha kofia ya kichwa au cheni ndogo. Kumbuka usiovya juu uh, street style, ili um, uweze kuonekana vizuri na mtindo huu. Jamani, sio mashindano, ni mitindo tu ya kawaida, usio ukavaa ili uweze kushindana na mwenzako. Hapana. Yapo makosa mengi sana ambayo watu wengi huyafanya katika kuvaa mavazi haya ya street style. Na hapa nitaweza kukueleza kuvaa mavazi mengi sana wakati mmoja, unakuta mtu anavaa nguo nyingi ana, unamkuta mtu amevaa suruali, amevaa t-shirt juu, amevaa koti, umeona? Usivae nguo za nguo nyingi kwa wakati mmoja, lakini pia vilevile vile kuna wale ambao wanachanganya rangi bila mpangilio. Yaani unakuta mtu, mtu amevaa karibuni rangi saba rangi nane kwenye mwili mmoja, hapana. Street style haitakiwi kuwa unavaa aina hizo za mtu, uh, yaani nguo rangi nyingi kwa wakati mmoja. Lakini pia kuiga mtindo wa mtu bila kuangalia kama unakufaa. Kuna wale ambao mkamwona mtu kavaa jinzi kava penseli, basi na yeye anataka kwenda kuvaa hiyo hiyo. Hapana, unatakuwa kuangalia we mwenyewe na mwonekano wako. Lakini pia street style ni ipensheni, sio kukopi. Usimkopi mtu jamani, chagua idea halafu ifanye iwe ya kwako, usiige mtu. Kwa wanawake, mavazi haya ya street styling ni nafasi ya kuonyesha nguvu pamoja na ujasiri. Unaweza kuvaa oversize kwa mfano t-shirt pamoja na suruali ile fupi ama suruali ndefu, lakini pia unaweza ukavaa crop top pamoja na jeans na ukaonekana mzuri. Hata hivyo, pia unaweza ukavaa gauni pamoja au dress gauni jamani, pamoja na viatu vya kawaida, either ni flat au ni viatu pia vya kawaida tu, sandals unaweza kuvaa hivo. Usiogope kumixi Uh, flavor yako we mwenyewe ya mitindo mpaka hata mtu akikuita wewe ni tomboy jamani, kwa sababu tomboy jamani, si ni flavor tomboy, ili iweze kukupa wewe vibe la kuweza kuvaa mwonekano wako, lakini pia unapokuwa unavaa mavazi haya ya street styling ina, unakuwa comfortable na we mwenyewe, pia unajiona kwamba mimi jamani ni mmoja wa mzuri sana katika mwonekano huo wa mtindo huo. Kama nilivyokuahidi kipenzi changu, mara ya kwanza kabisa nilikwambia kwamba nitaweza kukupa tip moja ya watu wengi ambao hawajui, na ni kwamba, sa, sneakers ni kwamba ambavyo vile ni viatu vyako ambavyo unavaa vinaweza kuharibu au kuokoa mtindo wako wa street Styling. Hakikisha zinakuwa ni safi hata kama nguo zako ni simple, sneakers zako lazima ziwe uh, safi ili ziweze kukupandisha wewe kuwa na mwonekano mzuri mara kumi zaidi. Ndio kitu ambacho hiyo, ndio tip ya muhimu sana unatakiwa kuweza kuijua. Kama utakuwa umependa video hii tafadhali, unaweza ukabonyeza like, lakini pia unaweza ukasubscribe channel yetu pamoja na kushare video hii na rafiki yako ambaye anapenda fashion. Niambie kwenye comment, wewe umependa au wewe unapenda street style ya aina gani? Naombeni tukutane katika video ijayo kwa mitindo mizuri, na wapenda wote, vipenzi vyangu, bye bye.